Mheshimiwa Naibu Speaker. Naibu Spika, mimi ni, nianze moja kwa moja kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais. Sote tunafahamu kuna mvua zinazoendelea sasa za masika, na upande wa jimbo langu kule Mlimba, barabara zimekuwa zikiharibika sana, lakini kupitia ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa Rais kwa kweli namshukuru, amechukua hatua, alimwelekeza Waziri wa Ujenzi kaka yangu Ulega, naye namshukuru sana, alipanda helikopta kutoka Dodoma na amekwenda kuchukua hatua kule na serikali ipo kazini. Namshukuru sana mheshimiwa rais. Mheshimiwa Naibu Spika, nijelekeze kwenye, kwenye, kwenye hotuba e, hii ya bajeti ya leo. Nimpongeze mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa anayofanya, na mimi niseme tu kwa dhati e, ukiona mheshimiwa waziri unateuliwa teuliwa kwenye wizara moja e, mara mbili, maana yake wewe ni mbobezi katika eneo hilo. Hongera sana. hongera sana mheshimiwa Spika, naibu Spika. E, namshukuru Mheshimiwa Rais kwa jambo lingine mahususi. E, jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya kukamilisha ujenzi wa makao makuu ya mahakama yetu ya Tanzania. Jambo hili la kumpongeza, kwani ameweka historia katika taifa letu. Lakini pili nimshukuru eh, his, his, his lordship Professor Ibrahim Juma eh, jaji mkuu wa mahakama yetu Tanzania. Namshukuru kwa sababu moja, amefanya mageuzi makubwa sana kwenye muhimili huu wa mahakama, na sio tu kuhamisha makao makuu kusimamia ujenzi wa makao makuu Dodoma, lakini amefanya mageuzi mengi kama vile matumizi ya tehama ambayo inasaidia katika kuhakikisha kesi zikamilike kwa wakati na Watanzania wanatendewa haki. Hili ninampongeza sana eh, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, jaji mkuu wa Tanzania, hakika atakumbukwa kizazi hata kizazi. Mheshimiwa Naibu Spika, na hapa navyompongeza Mheshimiwa jaji mkuu ni nukuu maneno ya rais wa awamu ya 26 wa Marekani, yeye alisema maneno haya, anaitwa Theodore Roosevelt. anasema maneno haya people don't care how much you know know until they know how much you care. Tunavyopewa dhamana za kuhudumia watu, yeye alikuwa na maana hii, tunapewa dhamana za kuhudumia watu lazima utumize wajibu wako kiasi ya kwamba unajali watu, yaani unaacha matokeo, unaacha alama ili kusudi watu waone wewe kweli ulikuwa unajua katika kutimiza majukumu yako hayo waliopewa. Sasa hili jaji mkuu wetu amefanya eh, na, na, na, Theodore Roosevelt anasema maneno haya na mimi nampongeza sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nijielekeze kwenye eneo hili la eh, kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia. Yaani kama kuna jambo ambalo sisi e, wa Tanzania tuna kila sababu ya kujivunia ni kampeni hii. Wenzangu wamesema, eh, Mheshimiwa Mzava ameeleza hapa na mimi namuunga mkono kuanzishwa kwa mfuko maalum wa msaada wa kisheria kimsingi tunaona jambo hili lina matija kwa Watanzania sasa. Lakini mimi ninaongeza jambo lingine, kwa nini? Kuna dhambi gani tukifanya iwe taasisi kwa mujibu wa sheria e? Kwa sababu nafahamu Mheshimiwa Rais analifanya jambo kwa utashi wake e binafsi sasa e, akienda akapata awamu hii nyingine ya pili akahitimisha muda wake sasa, je, msaada huu kampeni hii inakwenda kusimama? Jambo hili lazima kama serikali mchukue hatua tuanzishe taasisi kwa mujibu wa sheria ambayo ita, kizazi hata kizazi kitamkumbuka kitamkumbuka Mheshimiwa Rais kwa, kwa ubunifu mkubwa wa kuwasaidia Watanzania. Baada kusema, Mheshimiwa Mwenyekiti e naibu ni, Spika, nijielekeza eneo lingine la, la, la, la, huo msaada huo wa sheria kuimarisha huduma za kisheria za msingi, kuimarisha huduma za kisheria za msingi, yani primary legal aid. Nataka kusema nini hapa, mheshimiwa naibu spika? Tunafahamu kwamba e, pamoja na jitihada za serikali katika kutoa msaada wa kisheria, kuna baadhi ya maeneo, kwa mfano magereza. Magereza kule kuna watu, kuna watuhumiwa magereza, kule kuna wafungwa, na hapa naomba ninukuu kuna, kuna kundi moja la muziki huko nyuma linaitwa Majitu, eh, liliokuwa walimshirikisha eh, eh, Inspector Arun, wanasema hivi: sio wote, euh, sio wote wanaokwenda jela wanahatia, wengine wanakwenda kwa kesi zaku, sasa, tuki, e, sasa, misa, i, i, i, za kusingiziwa. Sasa hizi huduma za misaada ya kisheria zikienda kwenye, kwenye, eh, kwenye maeneo kama magereza, najua zipo lakini zikaimarishwa, zikawa funded, yani zikawekwa mpango maalum wa fedha ili pale lego pamoja na, na serikali watengeneze mfumo ambao utafan, utafanikisha wafungwa kupata msaada wa kisheria ili waweze kujitetea na wasihukumiwe bila kuwa na hatia. Lakini Mheshimiwa Spika, eneo lingine ni swala la RITA. Tunafahamu kazi kubwa inafanya RITA, kwa maana ya wakara wa usajili ufilisi na udhamini, wanafanya kazi nzuri, na leo hii tunaona sasa hivi usajili wa vyeti vya kuzaliwa unafanyika kupitia mtandao. Jambo hili ni jema sana, lakini kwa sisi hasa wabunge wa vijijini kwa mfano pale Mlimba, mwananchi anayotoka kata ya Masagati anatembea umbali wa kilomita takriban 223 anakuja ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kilombero kufuata cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo ni shauri wangu kwamba serikali sasa ione uone haja ya kuwapa fedha, kwa hiyo kwa fedha hawa taasisi yetu ya ya RITA, wakala wa RITA ipewe fedha za kutosha ili kusudi vyetu vikiwa tayari, basi viende kwenye kata zetu na mwananchi apate cheti kwa wakati, kwa kutumia gharama nafuu neoli Mheshimiwa Spika, eh, niende kwenye eneo la eh, mahakama yangu mahakama yetu pale ya mwanzo ya Mlimba, na hii niombe mheshimiwa waziri tusaidie, na nikupongeze mheshimiwa waziri na niendelee kumpongeza mheshimiwa rais. Jengo lile jengo pale Mlimba lina hadhi ya kuwa mahakama ya wilaya, ombi langu, na limejengwa na wakati huo lilianza na, na, na profesa eh, eh, mzee wangu Kabudi ndio alianzisha ujenzi wa ile mahakama jengo lile la kisasa lina uwezo wa kuwa na lina hadhi, hadhi ya mahakama ya, ya wilaya. Kwa hiyo ni muombe mheshimiwa waziri kupendeza e, pamoja na kwamba Mlimba ni halmashauri ya wilaya, tunakwenda kutafuta hadhi ya wilaya kamili, basi mahakama itangulie, ile mahakama ya mwanzo ya Mlimba pale sasa, hii ipate hadhi ya kuwa wilaya ii itoe huduma kwa wananchi wale wa Mlimba. Lakini mheshimiwa Spika, mwisho nitoe wito nitoe wito na niwakumbushe ndugu zetu wote ambao wamepata heshima kubwa katika, katika taasisi au vyombo vya dola katika utoaji wa haki katika utoaji wa haki, niwape rai moja, na hapa naomba, naomba ninukuu eh, maneno ya Biblia. Wakasome Zaburi ya tisini mstari wa kumi, inasema maneno haya, mheshimiwa Spika, naibu Spika, uhai wetu hapa duniani ni miaka sabini, tukiwa wenye nguvu themanini kiburi chake ni taabu na mateso duniani. Maanake nini? Duniani tunapita, ukipewa jukumu la kutoa haki hebu toa haki vizuri kwa kuzingatia misingi ya sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu duniani tunapita, na nimesema mimi na Biblia inasema ukizidi miaka themanini na kuendelea, kiburi chake taabu na mateso. Maanake nini? hata suti ya milioni moja Mheshimiwa Spika, ukiwa na miaka tisini huwezi kuvaa hata, hata, hata hata nyama huwezi kutafuna, ndio taabu na mateso duniani. Kwa hiyo duniani, maisha yetu ni temporary, lakini pia waraka wa mtume Paulo kwa Wakorinto anasema nikiitazama dunia ni ubatili mtupu. Kwa hiyo tunapokwenda kutoa haki, iwe katika levo ya familia, iwe katika levo ya taasisi za serikali au mahakama, tusimamie misingi haki tukijua kwamba hapa duniani tumekasimiwa tume haya majukumu kama, kama, kama neema tumepewa kwa neema. Sasa hebu tutumie neema hii vizuri kuwatendea haki ambao kimsingi hawana hatia na wanataka kutendewa haki. Mambo yaliyopo duniani, tuwe na mali, tuwe na fedha, tutaziacha duniani na tutatangulia mbele za haki. Bada kusema, Mheshimiwa Spika, naomba kuunga mkono hoja. Haitoshe tu kusema, tumsaidie Mheshimiwa Waziri bajeti yake ipite kwa sababu nia njema Mheshimiwa Rais kuimarisha misingi ya haki nchini. Asante sana, asante.